Bodi ya ligi kuu ya nchini Tanzania imetangaza mabadiliko ya michezo ile yote ya dabi ambayo ilikuwa inahusisha klabu ya Young Africans dhidi ya Simba na ule mchezo wa marudiano ambao pia ulikuwa unahusisha Simba dhidi ya Young Africans. Hii ilikuwa ni michezo ya ligi kuu ambayo ilikuwa imepangwa kuchezwa mwezi wa kumi na mbili lakini shirikisho hilo limekuja na taarifa nyingine, ambapo hawakueleza sana sababu ya kufanya wabadilishi ratiba, lakini michezo hiyo imebadilishwa ratiba na sasa itaenda kupigwa mwakani mwezi wa tatu ambapo mchezo wa kwanza Young Africans atakuwa mwenyeji ambapo mchezo wote utaunguruma Machi moja mwaka elfu mbili na ishirini na sita majira ya saa kumi na moja jioni, lakini mchezo wa pili ambao Simba atakuwa mwenyeji utapigwa tarehe tatu mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na sita muda huo huo saa kumi na moja jioni, kwa maana kuwa mchezo wa kwanza utapigwa tarehe moja mwezi wa tatu na mchezo wa pili utapigwa tarehe tatu mwezi wa tano, yaani kutakuwa kuna tofauti ya miezi miwili tu ambapo dabi hizi zote zitakwenda kupigwa na ratiba hii of course inatokana na sababu za michezo ile ya Afcon ambayo inakwenda kupigwa kuanzia mwezi wa kumi na mbili pale nchini Moroko, ambapo itakwenda kumalizika mwezi wa kwanza mwakani kwa hiyo baada ya kuona hivi maana kwa TFF ndo wakaona wabadilishe ratiba. Japo maswali yamekuwa mengi sana, kwamba watu wanauliza kwani nakuaje, kwamba kabla ya kutoa ratiba hizi shirikisho linakuwa halina kalenda ya CAF na kalenda ya FIFA, kwamba michezo mingi itakuwa ni ya kiporo, kwa sababu Simba iliahirishiwa mchezo wake dhidi ya Tabora United ama TRA hivi sasa, lakini pia mchezo wa Dabi ya Mzizima kati ya Simba dhidi ya Azam nao uliota mbawa na mchezo huu wa dabi kati ya Young Africans dhidi ya Simba unakwenda kuota mbawa kwa sababu ya ratiba kuingiliana. Kwa hiyo sitaki sana kuwaingilia shirikisho, lakini wao ndio waliamua sasa kupangia mchezo huu tarehe nyingine. Kwa hiyo sasa tuone, kuna watu watagoma tena au uh, mambo mengine yataendelea kwa hivi ndivyo ambavyo imekuwa ambapo TFF wamebadilisha ratiba za michezo hiyo.